Hello, habari. Leo tutaenda kujifunza nywele inayoitwa jeli kali, lakini hii ya leo hatutaenda kunyonga chini. Leo tutaanzia kitungu kutoka chini, tutaanzia notres kutoka chini. Kwa hiyo utachukua nywele yako utaiweka mara mbili. Baada ya hapo, utazifanya ziwe tatu, maanake kuna nywele ya mteja na jelikali. Hapo utaanza kusuka kitungu chako cha njia tatu kama hivi, jinsi unavyosuka hapo, utasuka, utasuka kiru chako cha njia tatu, baada hadi kufikia level fulani, kama unaweza kuhitaji mtaji, kama unahitaji ndefu ndefu kidogo au fupi ndoka kama hivyo kwao. Baada ya hapo utaunganisha zile nywele, utachambua nywele kidogo, alafu utaifunga, maana hapa tunaitia lock. Kwa nini tunaitia lock? Tunaitia lock ili nywele yako isiweze kufumuka. Baada ya hapo utazigawa tena ziwe mbili alafu utapaka jeli kidogo. Hapo ndipo utakapoanza kurudishia mawimbi. Baada ya kupaka jeli, utaichana ili nywele ya mteja iweze kuchanganyikana na jeli kali. Baada ya hapo, utaanza kurudishia mawimbi maanake, utachukua kutoka kulia, unaipeleka kushoto, unaipeleka kushoto, unachukua kutoka kulia, utapeleka tu hivyo hadi mwisho. Kwa hiyo unahitaji kuwasiliana na sisi, namba za simu zipo chini hapo, tupigie ili uweze kuwasiliana na sisi muda wowote unaohitaji. Hapa tupo na wanafunzi wetu, wanajifunza pia. Hawa ni wanafunzi wakiwa wanafanya wenyewe. Kwa hiyo hapo ni baada ya kuelekezwa, kila mmoja anafanya mwenyewe. Kwa a tunakukaribisha uje shuleni kwetu ujifunze kwa vitendo hapa kuanzia siku ya kwanza wanavyojiunga, ni tunafundisha kwa vitendo, kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya mwisho. Nywele hii yote wamesuka wanafunzi wetu, karibu sana. Na hapa ni baada ya kumaliza wavyomaliza, wakambana. Huyu naye ni mwanafunzi mwenzao, wamembana vizuri na amependeza. Jamani, karibuni sana kujipatia mafunzo, ujuzi ni ajira ko kwa wale wanaohitaji kujifunza, karibu. Tuna hostel pia. Tunapatikana Kimara, Korogwe, Mbagala Rangi Tatu, Kigamboni Feri pamoja na Pugu, kajiungeni.